Habari zenu wa Tanzania. Leo Mwigulu Nchemba kaniongelea mimi, wakati akiongelea ishu ya rasilimali za Tanzania haswa uranium, na alipoongelea ishu ya uranium ni kwamba kamlenga Marekani moja kwa moja, na amesema kwamba hizi nchi zimeungana kwa sababu ya rasilimali za Tanzania kwamba shida yao ni rasilimali za Tanzania. Sasa nina hiki cha kumwambia Mgulu Nchemba. Mgulu Nchemba, wewe na CCM na hii serikali batili iliyopo madarakani mliua wa Tanzania zaidi ya elfu kumi kwa sababu ya hizo hizo rasilimali Mmeua Watanzania zaidi ya elfu kumi ili muweze kushikilia hizo rasilimali ili muweze kujinufaisha nyinyi wenyewe na familia zenu. Alafu sasa hivi mnawasema hawa mataifa ya nje ambao wanasimama na wananchi kwamba wao ndio wanaotaka rasilimali, lakini nyinyi mmeua watu waliokuwa wakidai haki zao watu ambao walikuwa wanataka kuwatoeni nyinyi madarakani, mmewaua ili mshikilie hizi rasilimali na bado mpo madarakani baada ya kuua watu. Sasa ngoja nikwambie kitu, mguru njemba, ni miaka zaidi ya sitini na sasa hivi serikali ya CCM imeshikilia hizi rasilimali za Tanzania, hakuna faida hata moja ambao watanzania wameipata mpaka leo, baada ya miaka 64 hata maji maji, tatizo la maji limeshindwa kuisha, tatizo la maji umeme limeshindwa kuisha na rasilimali zote hizi, na sababu ni kwamba mnajinufaisha nyinyi na kufanya ufisadi. Sasa ni hivi kwa Watanzania, tulipofika sasa hivi, wa Tanzania tulipofika sasa hivi, nchi ya Marekani Sio Marekani tu, nchi yoyote. Nchi ya Marekani sasa hivi ikituambia Watanzania, mnataka msaada wetu, tuje tuwaondolee hawa walio wapigeni risasi waliowaua, tuwaondoe tuwasaidie, mpate serikali ya mpito, mpate katiba mpya, mrudie uchaguzi, tuje tuwaondoe hawa. Alafu badala ya nyinyi kuwaruhusu hawa UAE, alafu badala ya China, UAE, Oman na Russia kuwa na access na rasilimali za Tanzania, mtu mtu weke sisi. Ndugu yangu, nakwambia hivi, ndani ya dakika moja Watanzania wote tutakubali hii dili tutakubali hii agreement in one, yani in one second tutakubali hii agreement kwamba Trump, kwa sababu at the end of the day sa hivi America wako ni America first, they don't do anything for nothing, trust me, tutaikubali hii deal, waje watuondolee watu waliotuua. Nyie sio Tanzania wenzetu, nyie nyinyi ni wauaji, ni maramia ni mara mia tumruhusu Trump au tuwaruhusu nchi yote ya, ya ya western countries, western countries. Waje watusaidie kuwatoa nyinyi, tupate katiba mpya, tuweke serikali tunawaitaka, then tufanye kazi kwenye rasilimali zetu na nchi ambazo zinajali haki za binadamu nchi ambazo zinajali demokrasia, nchi ambazo sio nchi za rushwa, kwa sababu hizi kampuni za western countries, za kimarekani tayari ziko regulated na sheria za kwenye nchi zao kuhusu jinsi wanavyofanya bi biashara abroad, especially kwenye issue ya human rights na demokrasia. So ni bora tufanye kazi, ni bora hizi rasilimali zichimbwe na nchi ambazo zinajali demokrasia, zinajali haki za binadamu. Ni hivi kama Tanzania bado ingekuwa na na mahusiano ya ukaribu kama ambao Tanzania mmeajenga na nchi za China, UAE, Oman na Rusia, sisihemu msingepata nguvu wala msingeweza kuwa watu 29 Oktoba, mge mgeachia nchi kuliko kuwa watu. Lakini kwa sababu mmekuwa karibu na nchi ambazo hazitujali, mmekuwa karibu na nchi ambazo hazijali, mnatuua kama sasa hivi mmetuua, mmeua watu. Russia bado yuko pale, hmm? UAE bado yuko pale, China bado yuko pale, nanyie hawajali, hawajali. Hizi sio nchi ambazo tunataka kufanya nazo biashara. So, mtu yoyote ambaye unaona hii video na una access na Trump, mwambie Trump kama anaweza afanye, mwambie Trump na Marekani Marekani, na au hizi western countries wafanye, poll ifanyike poll, wataona nachokisema mimi, ndio maoni ya Watanzania wengi, tuko tayari kama Trump yuko tayari kuja kutusaidia kuwatoa hawa watu waliotuua. Kama mtu anaweza kumwonyesha Trump picha zilizopo kwenye peji yangu ya X aone mauaji yaliyofanyika Tanzania kwa ajili ya hizi rasilimali, ili zishikiliwe na nchi ambazo hazitujali, aone mauaji yale, na kama akiamua kutusaidia tukaweza tuka kuiondoa kuyon, CCM tukaweza kuwaondoa hawa wauaji waliotuua tukapata katiba mpya. Watanzania tuko tayari kufanya biashara na Wamarekani na wazungu kama watatusaidia, yaani wao watuambie tu, Watanzania mkae ndani kuanzia tarehe fulani mpaka tarehe fulani, jifungieni ndani, sisi tunakuja kuwatoa hawa, tutatulia. Samia, ulitupiga sisi risasi kwa sababu sisi hatuna risasi, hatuna kitu chochote sisi mnatuonea, Watanzania, mnatushikilia kwa risasi kwa sababu mnajua sisi hatuna risasi. Inabidi mkutane, inabidi mkutane na Wamarekani, mkutane na nchi ambazo Z zinajua risasi, zenye risasi, sababu sisi wananchi mnatuonea, mnatuua. Inabidi mkutane na wababa wenyewe, inabidi mkutane na wababa wenyewe. So kama kuna mtu ana, ana access na Trump amuonyeshe hii video. Ndugu zangu, tutaipiga kampeni vizuri na wananchi watasapoti, wananchi watasapoti tena. Ikiwezekana tutatoka nje, tunashangilia jinsi wanavyokuja kuwaondoa hawa kwa mauaji walioyafanya, nyie CCM. hivi mnadhani sasa hivi katika Marekani na chama cha CCM watanzania watachagua nini yani ni ndugu yenu ndugu yangu kwa mauaji mlioafanya. Sasa hivi watanzania wengi wanaona bora sasa warudi enzi za wakoloni weupe, wa kwa mauwaji mliyoafanya na utekaji ambao mnaendelea kuufanya na uonevu. Watanzania hatuwezi hata kuchagua chama tunachokitanga, hatuwezi hata, kura zetu hazina maana. Sasa ni bora nini? Si bora tujue tuko kwenye ukoloni moja kwa moja.